M kipekee nataka ni wahakikishieni waheshimiwa wa bunge, kama alivyosema ndugu Mangungu kwamba huwezi ukaanzisha kitu kipya, na jambo hili ndivyo lilivyo. Hata ukiichukua sera yote ya vijana, sera yote ya vijana ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, ni mawazo ya mtu mmoja anaitwa Profesa Kitila Mkumbo, ni mawazo ya mtu mmoja anaitwa Israeli Irunde, ni mawazo ya wale watu ambao walikuja na dokumenti yao pale Iringa tulipokuja pale tukashindwana nao, hawa wakaichukua ndio wakaifanya kuwa sera ya chama. Ndio mnaona hata mazoezi yenyewe ya wanachama ni kareti, maandamano, namna ya kupigana wanafundishwa, miwani myeusi na suti nyeusi, wao ndio sera yao hiyo, yeah. Mheshimiwa Spika, tunapozungumzia baraza la vijana, Mheshimiwa Spika, hatuzungu kwanza, si swala la umri peke yake Nashangaa wabunge tu, tunaacha kujadili vitu vya msingi, tunatajana majina, mzee Mwandosi sijui mzee nani sijui mzee na... inasaidia nini? alafu mzungumzaji anayewataja hao wazee akiwa anaongea, wewe huko nje utafikiri babu ndo anaongea. Sauti yake ni uzima ya kiutu uzima kuliko umri alionao, mbona si hatuhoji hivyo? Sisi tukija hapa tunakuja kusikiliza unachosema nini. Lakini tukisema tuanze kubaguana kwa umri, ndugu zangu, hata katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, hakuna mbunge anayechangia iwe kwa pesa zake na kukiweka kile chama kuliko mzee Ndesambulo. Mzee Ndesambulo pamoja na umri wake mkubwa, lakini anakibeba hicho chama. Mbona hawasemi hivi? Kuna kijana gani CHADEMA na mchango kumpita Ndesambulo? Mnakuja hapa mnatukana wazee, wakati mnao wazee ambao wanawasaidia; ni nyinyi wenyewe. Kwa hiyo mheshimiwa Spika, mimi m, m, m, tukifika hapo ndo huwa napata shida, napata shida kwa sababu tunasema mwisho wake tunajisema wenyewe bila kujua. Leo tunakataa hapa kwamba katika sheria hii hawa vijana wasiteuliwe, hatusemi ukweli. Sheria inasema vijana watatu watapendekezwa na baraza. Kwa hiyo, kwa hiyo ni ukweli kwamba baraza ndio litakuwa huru kupeleka majina matatu. Waziri hana namna ya kumtoa mtu nje ya yale mapendekezo ya wa wale vijana. Hivi wote hatujui kwamba jamani, anayetunza ngoma ndo anayechagua wimbo e? Sasa serikali itoe pesa za kuendesha baraza itoe ruzuku, alafu wale vijana waachiwe, vijana milioni kumi na sita wawe peke yao. Na lengo la hii sheria, mheshimiwa spika, ni kulea vijana, kuwalea, alafu huku tukijua waheshimiwa wabunge wote kwamba ujana ni kipindi cha mpito. Hakuna mtu atabaki kijana maisha yake yote, haiwezekani. Mheshimiwa Spika, nani atakuwa kijana maisha yake yote kila siku anabaki na miaka ile ile? Ujana ni kipindi cha mpito, tena mpito wenyewe ni wa lazima, sio swala la hiari, ni swala la kuamka asubuhi huko hai unasonga mbele. Kwa hiyo hatuwezi tukaweka mambo yote mazuri kwenye umri wa ujana tukawadharau watu wazee, ambako ndiko wote tutakwenda kama Mwenyezi Mungu akipenda. Vitu vya ajabu sana. Mheshimiwa Spika, hivi leo tunakaa hapa tunaanza kujadili na kuonyesha ubaya wa watu wazima, tunaanza kuonyesha ubaya wa kuteuliwa kuna mbunge gani wa viti maalum Chadema amepigiwa kura? Wote wameteuliwa hawa, na wanafanya kazi nzuri tu, wanafanya kazi nzuri huko ndani, lakini hakuna aliyepigiwa kura hata mmoja. Wazee walikaa kwenye baraza, wakasema nyinyi endeleeni kuwa wabunge. Nani anasema hapa walipigiwa kura na nani? Kwa hiyo Mheshimiwa spika, tusidanganyane kwamba demokrasia ni uchaguzi tu, haiwezekani. Ingekuwa demokrasia ni uchaguzi, hao wangeshatoka eh, lakini walikaa watu makini. Lakini vitu vingine bwana, mimi navishangaa nikiendelea kusema sana hawa jamaa wataona kama na nani hivi. Uteuzi gani mbaya? Juzi hapa rais kamteua mheshimiwa Mbatia kwa mbunge. Kuna mbunge hapa anayetusumbua serikali kama Mbatia? Mbona anafanya kazi yake vizuri tu, pamoja na kuteuliwa. Kuteuliwa kuna dhambi gani? Kama mtu atateuliwa, mtu makini, kazi yake ataendelea kufanya bila kujali kwamba yeye ameteuliwa au hajateuliwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, mimi nataka tusipoteze muda kujadili vitu ambavyo huwezi ukawaachia vijana wakajisimamia peke yao, kundi kubwa kama hilo, kundi ambalo lina hamasa kubwa, kundi ambalo tunataka kulilea. Halafu naona wabunge tunachanganya, tunachanganya kati ya sheria ya uanzishaji wa baraza, tunachanganya na sera ya vijana. Tusichanganye mambo hapa, sera itatungwa kulingana na sheria. Sasa mtu anataja viwanda, makampuni Uwe nazungumzia sera hapa si hapa. Tunazungumzia uanzishwaji wa baraza la taifa la vijana, tunazungumzia sheria tu hapa. Kwa hiyo wakati wa sera waziri atakaa, vijana wataitwa kwenye makongamano, watachangia, watatengeneza sera ambayo inawafaa. Hatuwezi kuwa kila kitu tunapinga. Unajua mtindo tunaotumia huu, Mheshimiwa Spika, unanikumbusha mzee mmoja alikuwa na tabia, watoto wake wanaishi mjini, yeye anaishi kijijini. Sasa ili wale watoto wawahi kuja kumwona, anasingizia amekufa. Wale watoto wakija wanamkuta yuko hai. Siku walipokufa kweli, wale watoto hawakwenda wakajua, baba ni tabia yake. Ndio hawa mabwana hawa, kila kitu hawataki. Hata watakapokuja kushauri cha ukweli, tunakuja kuwaacha, tunawapuuza, kumbe wanashauri jambo la ukweli. Maana tabia yao kila kitu ni kupinga tu. Kwa miaka mitano, hakuna hata moja ambalo wamewahi kusema hili liko sawa. Kila kinachotengenezwa mmekopi mmepesti, mmekopi mmepesti, kama ni kizuri. Yani wapinzani kwa ujumla wao, tunakubaliana kwenye jambo moja, tuna mshahara na posho. Hapo tuko nao, hapo tuko nao, na hawajawahi kupinga wala hawajawahi kukosoa eh, tarehe za posho tuko nao, na tunaambizana bwana, leo zimetoka, leo zimetoka. Lakini ikija kwenye masuala ya msingi utaona kila mtu anasimama hapa anakosoa serikali. Mheshimiwa Spika, kwa masuala ya kuwahimiza vijana vijana kujiunga kwenye NGO. Mheshimiwa Spika, hata samaki huwezi kumvua bila, bila kwenye ndoano kuweka chambo. Chambo ya vijana ni lazima wawe kwenye makundi maalumu, isipokuwa tusimkataze kijana ambaye yuko peke yake anataka kujiunga, tusimkatalie. Serikali iangalie namna ya kuwaruhusu vijana walioko kwenye NGO na vijana ambao hawako kwenye NGO, namna ya kushiriki kwenye hili baraza. Hili baraza kwa upande mwingine, Mheshimiwa Spika, ni pancha kwa vyama vilivyozoea kuwadanganya vijana. Kwa hiyo wanaona umoja wa vijana wao utakuwa hauna maana tena, kama kuna baraza, vijana wasiotaka siasa, wasiotaka maandamano, wasiotaka fujo watapata fursa ya kuingia kwenye chombo kwenda kupeleka mawazo yao.